Raisi wa Marekani Donald Trump amekatiza ziara yake katika mkutano wa kilele wa G7 nchini Canada, kwani hivi karibuni atasafiri kwa ndege kurejea Washington kurudisha eh, na kushughulikia mizozo inayoendelea kati ya Israel na Iran. Milipuko inasikika mjini Teheran muda mfupi baada ya Trump kuwaambia kila mtu eh, anatakiwa kuondoka katika mji mkuu wa Iran mara moja ambao unajulikana kwa jina la Tehran. Ving'ora nchini Israel eh, vimesikika mara kadhaa katika saa chache zilizopita, huku Trump eh, ameliomba baraza lake la usalama la kitaifa kukutana, ingawa maafisa wa Marekani eh, wanasisitiza kuwa Marekani haishiriki katika mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran. Sasa, uh, Trump anaendelea kusema kwamba nilimwambia Netanyahu uh, kutofanya jambo lolote litakalovuruga mazungumzo ya nyuklia Iran, lakini ndio hivyo. Uh, Bwana Netanyahu amekaza uh, nia yake kubwa, anataka kuhakikisha kwamba uh, nchi hiyo ya Iran basi haitengenezi tena uh, mambo uh, mabomu ya nyuklia na ina endelea na mashambulizi huku watu wengi wakiwa wanaonekana kulaani vikali kile ambacho uh, bwana eh, eh, Netanyahu anakifanya. Mtazamo wako uko vipi? Kama maoni yako chini ya video, usiache kusubscribe. Jina langu anaitwa Jimson Natson, hii ni Clouds Digital.